Warsha ya siku sita ya kuwaelimisha maafisa watakaoongoza wa zoezi la kuhesabu familia zinazoishi mitaani kote nchini imekamilika jijini Nakuru. Ni zoezi la sensa ya familia hizi za mitaani itakayoanza tarehe 2 Julai na kukamilika tarehe tisa Julai kwa lengo la kubaini idadi kamili ya watu wanaoishi mtaani. Akizungumza jijini Nakuru, mbunge wa zamani wa Udhaya Mary Wamboi, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi simamizi ya familia zinazoishi mitaani, amesema kuwa takwimu za mwisho kufanywa kuratibu familia hizi ilifanyika mwaka wa 2018 na kupata idadi yao kuwa 1046. Wadau wakisema kuwa kuna haja ya kufanya sensa kufuatia ongezeko la familia hizo ili kuwezesha serikali kuwatengea bajeti ya kuwasaidia. As board of directors We support institutions. Tunawa fund kifedha waweze kupata pesa kuangalia watoto kuhakikisha watoto wetu ambao wametolewa wahakikishe wanakula vizuri wanavaa vizuri wanaangaliwa vizuri. Kama board na chair tutaenda kufanya kitu ambayo inaitwa spot check. Spot check ni kuhakikisha tumeenda kwa kila institution kuhakikisha ya kwamba ile pesa yenye tuliwapatia wanafanya nayo kazi vizuri wanalinda watoto vizuri, kwa sababu rais anasema anataka free country yenye aina street families ni watoto wetu wametoka nyumbani wengine wametoka kwa tabu hii au wengine na wengine wametoroka hata kwao kikuwa na na kila kitu watatoka shule na kwanza hatujui ni kitu gani liwashika ni ndio tunataka kuwarudisha na tukijua pale wanatoka tunaita asasi wao tunazungumza na hawa tukawaambia sasa mtoto yako ni mzuri nataka akuje nyumbani au nataka tupaye nyinyi na yeye wengine tunarudisha nyumbani